3891 Habari za asubuhi mtazamaji, popote hapo ulipo karibu katika matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Sautikuu TV Online. Jina langu ni Dorcas Daniel, wengine huniita double D simbaya. Kukamilisha matangazo haya moja kwa moja asubuhi hii, siko peke yangu, mwenzangu ni eh, mwenzangu upande wa mitambo ni Freedom Richard. Karibu ni kuangazia magazetini leo kwa kukufahamisha yapi yalijiri yapi yamejiri yapi yanatarajiwa kujiri yakapata nafasi ya kuandikwa na waandishi mbalimbali mbali katika nakala za magazeti tofauti asubuhi ya, ya leo, na kuthibitishwa na wahariri wa magazeti hayo ya kuwa yafaa kwa umma. Tunaanza na sehemu ya kwanza ya magazetini leo. Sehemu hii ni mahususi kabisa kwa habari za kitaifa na kimataifa, baadaye tutaangazia michezo na burudani. Hasa uh, ukiwa mpenzi wa habari hizo, basi nitegie sikio lako, lakini pia untazame mubashara tukiangazia magazetini leo kwa pamoja. Kumbukia kuwa leo ni tarehe 18 ya mwezi wa 11 mwaka 2025, ikiwa zimesalia siku chache sana uh, ku agana na mwaka huu wa 2025 hivi sasa ni saa moja dakika arobaini na mbili kwa saa za Afrika Mashariki, Afrika ya Kati ikitajwa kuwa saa moja saa kumi na mbili kumradhi, dakika arobaini na mbili. Karibu tuangazie magazetini leo nikianza na sehemu ya kwanza, sehemu hii ya kwanza ni mahususi kwa habari za kitaifa na za kimataifa. Gazeti Mwananchi ukurasa wake wa mbele, habari kubwa inasema ni mshtuko Eh, ni mshtuko. Samia ateua baraza jipya akiwaweka kando vigogo saba, sura mpya za chomoza, aunda wizara ya vijana, wadau wachambua uteuzi. Habari hii ndio habari pekee ambayo inagonga vichwa vya habari vya habari, eh, vya habari za kitaifa katika nakala tofauti pamoja na mitandao ya kijamii na hata vyombo mbalimbali mbali vya habari. Mwigulu apewa zigo la Tamisemi. Mwigulu apewa zigo la Tamisemi. Chakwera ateuliwa kuongoza maridhiano nchini. Waliotemwa wafunguka wamtaja rais. ACT wafungua kesi wakipinga matokeo. Habari hizi na nyinginezo utazipata katika nakala hii ya gazeti Mwananchi asubuhi ya, ya leo utakapokamata Nakala hiyo. Naondoka hapo nikiangazia gazeti Majira, gazeti huru la kila siku, ninao uhuru wa kuangazia gazeti hili, habari yake kuu ikisema Samia ateua baraza la mawaziri la kimkakati. Samia ateua baraza la mawaziri la kimkakati zimo sura mpya: Bashungwa, Mhagama, Jafo, Dr. Biteko, Taksi Doto, eh, Ndumbaro out. Lukuvi arejea Makonda ndani. Wote hawa kuapishwa leo. Habari hii inambatana na habari picha, unaweza kujipatia nakala yako kupata habari hizi kwa kina. Samia arekebisha wizara mbili, yaunda ya, ya vijana Tanzania aja na mwelekeo mpya kupitia NDC 30 kigogo Tarura afunguka, mkutano COP 30 huko Brazil ni habari ambayo imetajwa katika nakala ya gazeti Majira, unaweza kujipatia Eh, nakala hii ya gazeti Majira kuweza kupata habari kwa kina. Habari nyingine anasema vikwa, eh, vikwazo wafanyakazi wa ndani vya wekwa wazi. Mradi wa gesi wa Tanzania kuendelea kuwapa kibali Kenya. Eh, umuhimu wa ultrasound katika ujauzito uzito usalama ni habari ambayo imetajwa ukurasa wa 20 eh, wa 11 gazeti Majira, ni muhimu kufanya Ultrasound katika ujauzito kwa mujibu wa gazeti Majira. Naondoka hapo nikitupia macho ukurasa wa mbele wa gazeti wa Machinga, sauti ya wa wanyonge. Habari ilopamba gazeti hili inasema ni baraza la kazi, ni baraza la kazi. Habari hii imeambatana na habari picha ikionyesha mawaziri wapya walioteuliwa na Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, eh, unaweza kupata nakala kupata habari kwa kina, licha ya kuwa habari hii tayari imekwisha kuzagaa katika mitandao mbalimbali ya kijamii na kadhalika. Tanzania yaibuka kidedea ya maonyesho ya jasiriamali afrika mashariki. ACT Wazalendo yafungua kesi kupinga matokeo majimbo 25 Zanzibar. Kamata nakala ya gazeti ya Machinga sauti ya wanyonge uweze kufahamu hayo na mengine mengi ambayo siku yataja hapa. Gazeti Mwanahabari, gazeti bora limeandika kwa ubora. Baraza la kazi na utu <laughs> baraza la kazi na utu. Haya, kazi yangu ni kuangazia tu, kisha nasonga mbele. Tanzania yapata ushindi wa jumla maonyesho ya jasiriamali afrika mashariki. Habari hii ukurasa watatu eh, wa gazeti hili Dkt. Mwigulu akabidhiwa ofisi rasmi na Waziri Mkuu Mstaafu bana. Uh, gazeti mwana habari linaonyesha pia habari picha ya makabidhiano hayo. Dkt. Mwigulu akabidhiwa ofisi rasmi na Waziri Mkuu Mstaafu yani Kasim Majaliwa Kasim. Uh, sawa. Tanzania Komoro zaimarisha uh, ushirikiano dhidi ya rushwa. Ni amba habari ambayo pia utaipata katika gazeti Mwanahabari, gazeti Bora unaweza kukamata na kala hiyo. Naondoka hapo nikiangazia gazeti Uelekeo, leo yetu ndio kesho yetu. Gazeti hili limeandika sura mpya za sheheni baraza la mawaziri, mawaziri saba waachwa. Kama ambavyo nilikuhadhari hapo awali ya kuwa Miongoni mwa habari ambazo zinashika hatamu asubuhi ya leo ni pamoja na uteuzi huu wa mawaziri uliofanywa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na kutangazwa rasmi hapo jana na leo basi kuapishwa. Ni habari ambayo inagonga vichwa vingi vya habari hivyo, na kuhadhari ya kuwa utaisikia mara kadha wa kadha. Rais Samia Suluhu Hassan awatakia heri wanafunzi wa kidato cha nne. Dr. Nchimbi atoa wito wa amani, usalama kufika Eh, kufikia maendeleo. Dr. Nchimbi atoa wito wa amani na usalama kufikia maendeleo. Kamata nakala ya gazeti Uelekeo, leo yetu ndiyo kesho yetu, uweze kufahamu leo yetu inasemaje na kesho yetu yataka nini. Gazeti Habari Leo Afrika Mashariki limeandika baraza la mawaziri kimkakati. Sawa, naangazia habari nyingine, inasema Samia ataka nidhamu kidato cha nne ahimiza upendo bidii, ajivunia ongezeko shule mia tatu na tano. Habari hii ni kamili gando katika ukurasa wa tatu wa gazeti Habari Leo Afrika Mashariki. Unaweza kujipatia nakala hii kupata habari hizi kwa kina pamoja na habari nyinginezo kama vile Takukuru Komoro kushirikiana mambo matano, Takukuru Komoro kushirikiana mambo matano. Gazeti hili linaandika. Nasonga mbele nikiangazia gazeti Rada ufanisi katika uchunguzi. Habari yake kuu ni ripoti maalumu inayosema ugaidi katikati ya Gen Z, ugaidi katikati ya Gen Z. Habari hii ndio ambayo imepamba ukurasa wa mbele wa gazeti hili, ikionyesha e habari, picha mbalimbali za baadhi ya eh, baadhi ya majengo pamoja na vyombo vya usafiri vikichomwa moto vikiungua moto, lakini vile vile mkuu wa majeshi Generali Jacob John Mkunda pamoja na e, IGP Kamili Usiwambura habari picha hii inawaonyesha vilivyo katika ukurasa wa mbele wa gazeti Rada katika ufanisi. Hatuma ya Tanzania propaganda za ICC ni habari ambayo pia utaipata hapa utakapokamata nakala hiyo, basi naondoka hapo nikiangazia gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Habari kubwa nasema, baraza jipya ni habari ambayo imepamba ukurasa wa mbele wa gazeti hili. Waliowekwa benchi nao wameorodheshwa hapa kwa mfumo wa habari picha, kama ambavyo eh, baraza jipya nao wanaonekana katika ukurasa wa mbele wa gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Kama tayari umekwisha kukamata nakala hii ama unaitizama kupitia uh, smartphone yako ama smart TV yako, basi unaweza kuwa unaelewa zaidi hiki ambacho ninakizungumza. E, ACT yatinga kortini kupinga matokeo ya uchaguzi mkuu. Mwakiembe: uteuzi wa kimya kimya si demokrasia. Mwakiembe bwana anasema uteuzi wa kimya kimya si demokrasia. Kamata nakala ya Nipashe ufahamu kwa kina kifo cha ghafla cha MC Pilipili cha zua utata. Mwanajeshi mwenye uraia pacha adaiwa kukutwa na mabomu akiwa Tanzania. Tanzania aweka rekodi achangia damu mara mia moja kumi na mbili, habari ikitajwa katika gazeti Nipashe mwanga wa jamii e, mwanga wa jamii asubuhi ya, ya leo. Hivyo unaweza kujipatia nakala hii mara moja kupata Habari hii kwa undani. Gazeti Zanzibar Leo, kwa ukweli na uwazi, ukurasa wake mbele umeandika, Dr. Samia atandika mkeka kuhuna wa mawaziri sawa tumekwisha kuuona wakongwe, sura mpya za chomoza. Haya, Dr. Mwinyi mgeni rasmi mauzo ya nyumba ZHC, mawaziri SMZ waahidi makubwa wa ujenzi wa serikali mpya. Aliyekuwa waziri mkuu wa Bangladesh ahukumiwa kifo, kulikoni? aliyekuwa waziri mkuu wa Bangladesh ahukumiwa kifo. Sekta ya utalii kuendeshwa kidijitali soranga huyo. Habari hizi na nyinginezo utazipata katika gazeti Zanzibar leo, kwa ukweli na uwazi. Naondoka hapo nikiangazia gazeti Tanzania leo, sauti ya Mtanzania bana. Gazeti hili limeandika Samia aja na baraza jipya, atumia dakika chache kutaja sura ngeni kazini, wazoefu saba wengi waachwa, ishara ya zama mpya <laughs> ishara ya zama mpya. Habari hii utaipata katika gazeti Tanzania leo e, sauti ya mtanzania. Na nauka aibua shangwe mitandaoni, ni habari ambayo imetajwa e, hapa kama nitakumbuka vizuri, hasa kwa kupewa wizara ile ya vijana, wamwita big brain mentor, yupo wa majaribuni abebeshwa zigo la vijana matarajio makubwa. Habari imetajwa katika nakala hii ya gazeti Tanzania leo e, sauti ya Mtanzania. Vile vilevile gazeti Uhuru, mtazamaji asubuhi ya leo. Gazeti hili limeandika sura mpya za chomoza baraza la mawaziri. Sawa. Rais Samia wakosha viongozi wa dini nchini. Sawa vilevile, ni habari ambazo utazipata katika nakala hii ya gazeti Uhuru e, ukweli daima. Naondoka hapo nikiangazia gazeti ya Taifa Tanzania Uzalendo Kwanza. Gazeti hili limeandika vigogo saba watemwa baraza jipya la mawaziri sura mpya za chomoza. Vigogo saba wataj, e, watemwa baraza jipya la mawaziri sura mpya za chomoza. Haya e, Tanzania na Komoro zaimarisha ushirikiano dhidi ya rushwa. Mbeto atahadharisha viongozi wa dini. Kamata nakala ya gazeti Taifa Tanzania uzalendo kwanza uweze kufahamu habari hiyo kwa kina. Basi mtazamaji, ni kuangazie gazeti Jamhuri. Uh, tunaanzia wanapoishia wengine, tuone Jamhuri wao wameanzia wapi walikoishia wengine. Jamhuri wameandika ukurasa wa mbele nuru ya matumaini nuru ya matumaini na kutaja maeneo kadhaa kama manne hivi ambayo yanaonyesha nuru yenyewe ambayo Jamhuri wanaisema. Basi ukurasa wake wa pili na wa nne unaeleza kwa kina. Naondoka hapo nikiangazia habari nyingine ya ukurasa wa mbele wa gazeti Jamhuri, hisia tofauti, uteuzi wa Mwigulu, haya yasemavyo madhehebu ya dini, uchaguzi mkuu 2025 yote haya utayapata katika gazeti hili. Urusi yatumia ujasusi kuuza mafuta baharini. Urusi yatumia ujasusi e, kuuza mafuta baharini e, nchi nane hatarini kwa sumu za vinywaji feki. Nchi nane hatarini kwa sumu za vinywaji feki, ukurasa wa kumi na saba gazeti Jamhuri unaeleza Kamata nakala hii uweze kufahamu pengine nchi yako ni miongoni, na uwe makini sasa na vinywaji hivyo e, una unaweza kupata nakala hiyo bado ukafahamu na ukaboresha afya yako. Mtazamaji, hii ni sehemu ya kwanza ya magazetini leo iliyo mahususi kwa habari za kitaifa na za kimataifa. Tunaendea mapumziko mafupi, nikirejea hapa tunaangazia michezo na burudani kwa uchache kisha tunatamatisha magazetini leo kwa siku ya leo. Kwako freedom.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 92 au 0678813891 karibu katika wasaa wa habari za kimichezo na burudani kama sehemu ya pili ya magazetini leo. Mimi naitwa Dorcas Daniel, wengine huniita Double D. Kama ndio kwanza unaungana nami hivi sasa, bado hujachelewa na hasa ukiwa mwanamichezo basi ndio wasaa wako wenyewe, tuangazie gazeti Majira a ukurasa wake wa mwisho. Kuiona Simba petro Atletico buku tano tu, mwanangu unaambiwa. Kuiona Simba petro Atletico buku tano tu. Mashabiki wa Goma kuingia bure kwa Mkapa, wapinzani kutua kesho nchini. Mwanamichezo popote hapo ulipo, sikia hiyo. TFF yafungulia uwanja wa Sokoine Mbeya. Azam Football Club kuiandalia dozi AS eh, yes Maniema. Ni habari ambayo imetajwa katika ukurasa wa mwisho wa gazeti Majira. Vilevile gazeti wa Machinga Spoti limeandika yanga kumrudisha kocha wa Gusa achia twende kwao, yanga kumrudisha kocha wa Gusa achia twende kwao. Habari hii utaipata ukurasa wa mwisho wa gazeti eh, wa Machinga Spoti utakapokamata nakala hiyo. Profesa Kabudi arudishwa wizara ya michezo kusaidiwa na Mwana FA pamoja na bwana Makonda. Kwa hiyo hii ndio baada ya uteuzi tu wa mawaziri na hawa ndio kitengo cha wizara ya michezo. E, Simba wanasema tukajaze uwanja tuwanyoe wa Angola Novemba 23, bana bana, Wanasimba mnaambiwa mjitokeze huko mkajaze uwanja mkawanyoe wa Angola. Haya, Maniema, Azam Football Club watambiana shirikisho. Eh, Singida BS kuwafuata wa Arabu kesho, ni habari ambayo utaipata ukurasa wa mwisho wa gazeti eh, wa, wa Machinga Sporti utakapokamata nakala yako. Mimi naondoka hapo nikiangazia gazeti linalofuata gazeti Mwana Habari, gazeti bora la eh, gazeti bora michezoni limeandika megzmo akalia kuti kavu. KMC Yanga kumrejesha kocha wa viungo Simba kuzindua hamasa ya CAF, eh, Champions League chanika kesho. Kocha Ibenge aivutia pumzi Maniema huku, Raisi Samia amteua Profesa Kabudi katika michezo. Rais Samia amteua Profesa Pala Magamba Kabudi katika wizara hii ya michezo aendelee kulisukuma gurudumu haya. Gazeti uelekeo Spoti, leo yetu ndio kesho yetu, limeandika watani wa jadi kuvaana Machi mosi mwakani, Azam Football Club Simba kukipiga Desemba sita, Yanga Sports Club kuelekea Zanzibar. Leo mashabiki Simba wagoma kuingia bure kwa Mkapa. Kabudi Mwinjuma, wabaki kwenye michezo. Haya, naondoka hapo nikiangazia ukurasa wa mwisho wa gazeti Habari Leo Afrika Mashariki. Kabudi Mwana FA warejea michezo, Makonda ongezwa. Eh, habari hii inaendelea kushika hatamu hata katika nakala zilizoandika habari za kimichezo na burudani. Pambano Yanga Simba lasogezwa mbele. Simba yashtukia Petro de Luanda, ni habari ambayo utaipata katika gazeti ya Habari Leo Afrika Mashariki ukurasa wake wa mwisho, huku futsal Tanzania yashinda Indonesia. Kamata nakala yako hiyo uweze kufahamu habari hiyo kwa undani zaidi, kisha eh, tuangazie sasa gazeti Uhuru. Kweli daima, michezoni, hapa gazeti hili limeandika dabi ya watani wa jadi kupigwa Machi mosi hii ni baada ya kusogezwa mbele dabi ya watani wa jadi kupigwa Machi mosi. Kurasa wa, eh, ukurasa wa ukurasa wa ishirini wa gazeti hili unaeleza habari hii kwa kina. Simba ya ahidi makubwa CAF Champions League. wadau wa michezo wawapa tano Kabudi Mwinjuma pamoja na Makonda eh, kwa kuchaguliwa kuteuliwa eh, kuwa mawaziri wa wizara hii ya michezo Taifa Tanzania, uzalendo kwanza michezoni. Gazeti limeandika mazishi ya MC Pilipili asubiri ripoti ya, ya jeshi la polisi, huku dabi ya Kariakoo na Mzizima zapangiwa tarehe mpya. Dabi ya Kariakoo na Mzizima zapangiwa tarehe mpya. Makonda, naibu waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo. Kocha wa Nigeria awashika, eh, awashika uchawi Kongo. Kocha wa Nigeria awashika uchawi <laughs> awashika uchawi Kongo. Mashabiki wa Simba Sports Club watakiwa kuungana dhidi ya Petro di Luanda. Ni habari ambayo imetajwa katika gazeti Taifa Tanzania, michezoni kurasa wake huwa wa mwisho kabisa. Sasa gazeti eh, darasa huru bwana eh, dira ya maendeleo michezoni limeandika Pedro Aiota Yanga, robo fainali ya CAF Simba Sports Club yajiapiza kuiua Petro Atletico kwa Mkapa. Kamata nakala hiyo ufahamu na usisahau kuwa shuhuda wa mchezo huo. Gazeti Jamhuri halikuishia tu, uh, halikuanzia pale walikoishia wengine katika habari za kitaifa na kimataifa tu. Kadhalika Kathali, uh, michezoni limeandika hawatoki Yanga vs ASFA Simba vs Atletico. Ndani ya Simba hakuna nyota, Justin Bieber mraibu aliyempa ujasiri skota, ni habari ambayo imetajwa katika gazeti Jamhuri ukurasa wake wa ishirini na tatu. Mtazamaji unayenifuatilia hivi sasa, tuhitimishe magazetini leo kwa kuangazia gazeti la kimichezo na burudani, gazeti Mwanaspoti. Gazeti hili ukurasa wake wa mbele umepambwa na wino wa njano hata mweupe pia. E, likiandika, likiandika Pedro Pantev ngoma nzito, Pedro Pantev ngoma nzito, Simba Yanga zapewa pewa marefa wa kadi nyingi. Habari hii ndio habari iliyopamba ukurasa wa mbele wa gazeti hili siku sitini na tatu dabi mbili Azam Football Club Maniema kazi ipo. Habari hii moja kwa moja inahitimishwa magazetini leo, kutoka hapa sauti kuu cool tv online. Jina langu naitwa Dorcas Daniel, ambaye nimekuangazia magazetini leo kuanzia mwanzo hata tamati, wengine kuniita Double D. Simbaya kukamilisha matangazo haya asubuhi ya leo, siko peke yangu, upande wa mitambo niko naye Freedom Richard. Nikutakie wakati mwema, mwisho wa magazetini leo ndio mwanzo wa sauti kuu cool sports.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 au sifuri sita saba nane nane moja tatu nane tisa moja.